Tofauti kati ya PID na majimaji ukeni. Tofauti kati ya PID na majimaji ukeni. Uh, moja ya kesi kubwa sana ambazo huwa ninakutana nazo katika mitandao yangu yote ya kijamii katika YouTube, Insta na, na hapa Instagram na sehemu zingine kama TikTok, wanawake wengi wana shida ya PID, lakini pia sasa hivi ninakutana na kesi nyingine ambayo ya wanawake ambao wanaotoa wa maji ukeni. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana zaidi ya sana. Wanawake wengi wamelalamikia juu ya hili na wengi wanatafuta msaada. Namna gani ya kuweza kujikwamua katika hii changamoto? Kuna baadhi ya wanawake ambao tayari wameshatafuta wametumia matibabu ya hospitalini lakini wameshindwa kuweza kupata mafanikio. Ametumia dawa za kila aina, mgeni anambia nimeweka dawa ukeni okay, na nini. Naomba nikwambie kitu kimoja, sio kila matibabu ama asilimia tisini ya matibabu nyingi ya hospitali zetu huwa yanatuliza tu, lakini sio kutoa suluhisho. Tiba nyingi za hospitalini zitakutuliza tu kwa muda mfupi changamoto yako ya kiafya, lakini haiwezi kukupa uponyaji. Kwa hiyo, PID ni ile hali ya kutoka uchafu ukeni ambao unakuwa ni uchafu mweupe mweupe, au unakuwa mwingine sawasawa sawa na, unatoka unaambatana na damu, lakini mwingine unaambatana kama na uchafu ambao kama rangi ya vile ya usaa. Lakini pia maji maji ni hali ambayo ni majimaji ya kawaida ambayo mwanamke anavuja muda wote, na wanawake wenye changamoto hiyo ni wengi wengi sana katika kipindi kama hichi. Madhara yake changamoto zake nimeelezea katika chaneli yangu ya YouTube. Unaweza ukaenda YouTube, andika kwa herufi kubwa Kuboja Joseph, k u b o j a Kuboja Joseph. Nenda YouTube kule, nimeelezea chanzo kinachosababisha tatizo hili la wanawake wengi kuwa na shida kutoka maji ukenye. Udada kanambia, ni kwa siku naweza nikabadilisha chupi nne ama tatu. Manake ni changamoto ambayo ni kubwa sana. Sasa suluhisho ni katika matibabu ya asili Dkt. Kuboja. Natoa matibabu ya asili ya changamoto hii ya kuweza kutoa maji ukeni, lakini pia hata kama una changamoto ya PID, njoo tuweze kusaidia. Na shuhuda nyingi za wanawake ambao wamefanikiwa kuweza kutibu PID. Tafadhali chukua namba yangu hapo katika profile yangu, usisahau kunifollow ili pindi unapokuwa na changamoto, unaweza ukanicheki WhatsApp moja kwa moja, niweze kusaidia changamoto hii ya kutoka maji ukweni ama PID. Chukua namba yangu katika profile yangu, usisahau kunifollow.